Assalamu alaikum. Majina langu ni Nassor Mahruki. Leo tumo katika kisiwa cha St Helena ambacho kisiwa hichi kiko katikati baina ya continent ya Afrika na South America. A, tumeondoka Namibia, siku kumi na moja zilizopita tumefika hapa katika safari yetu hii ya kwenda na meli hii ya kizamani sana kuelekea Brazil. Safari hii inatarajiwa kuchukua kama siku 31 na sasa tumetumia siku kumi, tunasimama hapa kwenye kisiwa Halafu baada ya hapo tunaelekea Brazil. Kama mnaiona hii meli, ni meli ya zamani sana, ina umri kama miaka mia moja na kumi na tano na ni meli ambayo inaenda kwa, kwa, kwa kutweka kwa kutumia upepo, lakini pia meli na hizi miaka mia mbili iliyopita ndio ilikuwa ni usafiri mkubwa wa kusafisha mizigo kutoka continent la Europe kuja Afrika au kutoka Europe kwenda South America. Hii ni meli ambayo sasa hivi katika chinda bendera ya Netherland. Hii boti hii ni kama utaratibu unaendesha, ni kama utaratibu wa boti zozote unaenda kwa watch. Kwa mfano hivi sasa katika watch yetu chukua kwa tano kwa nne, sasa wawili inakuwa mwendesha na wawili wanakuwa mbele wanaangalia kama kuna chombo chochote, kuna hatari yoyote, wanamjulisha kete. Sasa kama mimi saivi paatata duty ya kuendesha kwa muda nusu saa na, na kazi yangu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunafuata kozi ambayo tumepangiwa kwenda, na wale kule mbele wawili kazi yao kubwa ni kuhakikisha kwamba wanaangalia hakuna hatari yote ya usalama. Wakati huo huo tunapofanya hivi nakuwa naangalia kwamba kama kapteni akiamua kubadilisha kozi nini, atanijulisha mimi wanapenda hivi kwa masaa 24. Na kwa kama sasa hivi masaa manne tuko sisi. Alafu shifu nyingine inakuja na masaa manne alafu shifu ya tatu ndio alafu kwa saa mbili usiku mpaka saa sita usiku tunaingia tena, grupu hii na tunafanya hivi ksiko kwa muda wote masaa 24. Asante. Thank you.